Kwanza kabisa kwanza kabisa, sitini na mbili, jina langu naitwa Ali Abdallah Hassan ambaye ni mweka hazina au mshika fedha wa chama cha mpira wa miguu Wilaya Mjini kwa sasa. Nichukue fursa hii kueleza kwa ufupi tu mchango wetu ambao tuliutoa katika serikali ya mapinduzi Zanzibar kwa kufanikisha sherehe za mapinduzi, ikiwa ni kupitia kwa chama chetu cha mpira wa miguu cha wilaya ya Mjini. <coughs> Hatua ya kwanza ambayo tumechukua sisi kama chama cha mpira wa miguu ya Mjini ni kuanzisha kombe hili la mapinduzi ambalo kwa sasa ni Mapinduzi Cup, na kombe hili tulilianzisha au lilianzishwa na chama cha mpira wa miguu kuanzia mwaka elfu mbili na tatu. Um, wakati huo ilikuwa tunaye katibu mkuu wa chama hicho alikuwa ni mheshimiwa Haja Mehaji ambaye, uh, kwa sasa ni mstafu katika chama cha mpira ndugu la Mjini, na tulianzisha mwaka elfu mbili na tatu chini ya kiongozi wa Alhaji Haja Meri tukiwa na klabu nane wanzilisha ambazo zilikuwa ni tatu kutoka Tanzania Bara na zilizobaki tatu kutoka Zanzibar ambazo kwa Tanzania Bara ilikuwa ni Simba, Yanga na Mtibwa, na hapa zilikuwa zinaongozwa na timu ya Miembeni Sports Club kwa wakati huo, lakini kwa kadri ya siku zilizokuwa zinakwenda, eh, kombe hili lilikuwa linatoa hamasa kubwa na kushajiisha sana katika kuimarisha mapinduzi yetu ya Zanzibar. Na lengo kubwa hasa, ilikuwa lengo kubwa la kuanzisha mashindano hayo ilikuwa ni malengo matatu. Kwanza ni kuweza kuyadumisha kuya mapinduzi ya Zanzibar kupitia katika masuala ya mpira lakini la pili ilikuwa ni kuwawezesha vijana wetu hasa wa juu la uvali na wilaya wamjini ambao lengo letu ilikuwa ni kuwa promote nikuwaongezea uwezo katika kuwafanikishia malengo yao na, ku, na, na kuwaendeleza katika kuwa mashindano mbalimbali ya vijana ambao ilikuwa inafanyika Iringa, Arusha na mitaa mingine. Sasa wilaya mimi kwa wakati huo ilikuwa tunatengeneza timu yetu ya taifa kupitia kwao vijana. Lakini lengo la tatu lilikuwa ni kuwasaidia timu zetu za za wilaya mjini kuwapunguzia makali ya gharama. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni lengo kubwa la la la, la kuanzisha Mapinduzi Cup hapo. Lakini kwenye miaka ya 2006 7 hivi, baada ya mabadiliko ya uongozi kidogo wa chama cha mpira, akaja Mheshimiwa Nasru Aljazira na kuendeleza mashindano yale na baadaye kuyatafutia wadhamini ambao waliboreka zaidi. Hatimaye baada e, ya kuona kwamba kidogo ile mashindano yalikuwa makubwa, basi e, ilionekana kwamba mheshimiwa Jazira aliona kwamba ni bora zaidi kuyatafutia wadhamini ili, wa ili azidi kuyaboresha, na baadaye akayatia katika baraza la michezo, yakaundwa kamati na yakawa yanaendelezwa hadi sasa. Ukweli yamefikia hatua nzuri, yamefikia hatua nzuri, lakini tunaiomba serikali e, kupitia taarifa hizi kwamba basi yale mashindano kwa vile yameanza huku chini kwenye chama cha mpira ile ya mbili na kukabidhiwa serikali kupitia kamati ya sherehe za mapinduzi hizo, basi at least, na wale waanzilishi na wao waweze kup, kupatiwa chochote cha kuweza kuwasaidia kwa mujibu ya, ya, ya yale malengo yao ambayo walikuwa wamefanikiwa. Kwa jina naitwa Musa Mbwara, ni mjumbe wa kamati tendaji wa chama cha mpira wa miguu wilaya ya mjini. Kama tulivyosikia historia fupi ya kombe la mapinduzi hapa Zanzibar jinsi gani uh, chama cha mpira wilaya ya mjini kimeleta mchango mkubwa katika kuadhimisha mapinduzi ya Zanzibar. Hivyo basi, tunaiomba serikali kuweza kushirikiana na sisi kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunaenzi haya mapinduzi kwa njia wa mchezo na kuweza kusaidia vijana kwa ujumla wake kuweza kutimiza malengo yao na, na kuweza kutimiza zile azma za serikali ambazo zinawekwa au, au sera za serikali kuhakikisha kwa kwamba tunatatua tatizo la ajira na vile vile tunakuza uchumi kwa ujumla hapa, hapa Zanzibar kwa kuadhimisha mapinduzi ya, ya, ya, ya, ya, mapinduzi ya Zanzibar ya mwaka 2026 tunaunga mkono kabisa juhudi za Dk. Mwinyi katika, katika ku, kutengeneza miundombinu ya michezo hapa Zanzibar kilichobaki sasa hivi ni kumwomba daktari atusaidie katika kuhakikisha kwamba tunatengeneza mifumo ya kuweza kusaidia mpira na michezo kwa ujumla kuweza kuwa na kuweza kuitengeneza kama ni industry rasmi au sekta rasmi ambayo itaweza kusaidia uchumi wa Zanzibar, na ambayo itaweza kusaidia kutatua changamoto ya, ya ajira. Tuna uwezo mkubwa wa kuweza kuhakikisha kwamba tunapunguza hizo la ajira kwa kuibua na kuvulea vipaji vingi vya vijana hapa kwetu Zanzibar. Usisahau kushiriki na kuhudhuria katika fa fainali ya Kombe la Mapinduzi ambayo inafanyika kule kisiwani Pemba. Asante sana.